Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Yeah, ndugu vijana mahujaji, ongereni kwa hija yenu. Miongoni mwa sehemu za historia katika kanisa letu la Kipatimu ni kwenye makaburi haya ya miongoni mwa waanzilishi. Huyu ni katekista mwalimu, wanamwita mwalimu Ambrose Ngombale, ambaye ni miongoni mwa vijana wa mwanzo kabisa katika ardhi hii ya Wamatumbi aliyepokea imani Katoliki nae tunaambia kwamba wazazi wake walimruhusu ajifunze dini pamoja na kusoma na kuandika. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu wa mwanzo, na walipomfundisha dini alikuwa na <coughs> kitashap wa alikuwa anaelewa haraka basi akapewa akafundishwa na akawa katekista, ili asaidia kuwafundisha wenzake hasa kwa kilugha. Lakini sehemu muhimu sana katika historia yake, na nadhani ndio iliyompata haja kuzikwa kanisani, baada ya vita vya kwanza vya dunia elfu moja mia tisa kumi na ngapi, kumi na nne mpaka kumi na sita mapadre waliokuwa wakihudumia katika misioni hii ya Kipatimu wa shirika la wabenediktini OSB wajerumani walirudi nchini kwao. Waliporudi, kanisa liliachwa mikononi mwa huyu katekista Ambrose na alisimamia kwa muda saba. 29, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. wa miaka saba kutoka 1916 mpaka 1923 walipokuja wa misionari wa Kapuchini. Na tunaambiwa katika historia yake, kila mwaka alienda Dar es Salaam kwa mguu yeye, yeah, na rafiki yake mmoja aliitwa Andrea kwa mguu alitumia safari ya siku ishirini na moja akienda kuungama pale San Joseph, na kupokea ekaristi takatifu, na pia kurudi na ekaristi kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa. Kwa muda wote wa miaka saba katekista huyu ndio alishikilia funguo za kanisa akilinda pia ya watu, limani, imani ya watu wale watu ambao wameshapokea imani alilinda imani yao mpaka walipokuja wamisionari wa maishini elfu moja mia tisa ishirini na tatu mwezi Januari. Kwa hiyo ni moja ya watu muhimu sana, na pia aliyezikwa hapa pia ni mke wake, ni mtu wa Iringa naye, alipofariki fariki basi, alipewa heshima au hadhi ya kuzikwa hadhi ya kuzikwa pembeni mwa mume wake. Kwa hiyo ndo maana amezikwa hapa, kwa hiyo pia ni mke wake, na wamepishana kwa muda wa mwaka mmoja exactly. Tena mke wake natamba pili, basi ni makaburi ya ndugu mapadre wa jimbo hili, wazao wawili na bruda moja mkaiindioana wa pili i alizika sasa kama vijana kama mahujaji, tunajifunza nini kutoka kwa huyu katekista? Kitu cha pekee ambacho mimi naona ni ule moyo wa kujali mambo matakatifu, kwamba mtu unatembea umbali wote huo kwa mguu kwenda kuungama, kwenda kupokea ekaristi takatifu. Je, sisi katika mazingira yetu ya sasa hivi mapade wanapatikana muda wote na pia sakramenti hizo zinapatikana? Je, tunajifunza nini? Yeye alikuwa anaifuata tarehe kila mwaka, basi na sisi tujitahidi ku thamini mambo haya matakatifu na kuyapokea kwa imani, hasa sakramenti ya nini ya kitubio na ekaristi takatifu, sakramenti za uponyaji ambazo tunatakiwa tupokee mara kwa mara, ili ituimarishe na tusaidie kukua kiimani. Kwa kama vijana tuna la kujifunza, kama wenzetu wanatembea kwa mguu kuvuka mbuga za wanyama usiku na mchana kufuata huduma ya kiroho, wewe leo unayo, uitumie vizuri.